Taarifa ya pili ambapo tunaambiwa Japani imeahidi kuendelea kushirikiana na Tanzania katika nyanja mbalimbali mbali za kiuchumi, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Ahadi hiyo imo katika ujumbe maalum wa waziri mkuu wa Japani, Shinzo Abe, uliowasilishwa na waziri wa nchi ya Japani anayeshughulikia mambo ya nje, Seiji Kirwa katikwa Rais John Pombe Magufuli Ikulu jini Dar es Salaam, ambapo pamoja na kutoa pongezi kwa Rais Magufuli, amemweleza kuwa Japani imeridhishwa na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania kuharakisha utekelezaji wa miradi. Ameahidi ame kuongeza msukumo kwa upande wa Japani katika kuharakisha utekelezaji wa miradi inayofadhiliwa na Japani. Akizungumza baada ya kuagana na mjumbe huyo maalum kutoka Japan, Rais Magufuli amesema kwa kuwa Tanzania inaelekea kuwa na umeme wa ziada pindi mradi wa umeme ukikamilika, utaiwezesha kuuza nishati hiyo nje ya nchi. Ujenzi wa mtambo wa kuzalisha umeme uagesi, rezi, wa gesi wa Kinyerezi namba 2 ambao Japan imetoa mkopo wa dola za Marekani milioni 292. Rais Magufuli amesema baada ya kubana matumizi katika bajeti ya serikali, wiki Tanzania itakamilisha utoaji wa kiasi cha dola Marikani milioni moja za kimarekani 51.8 ambazo ni sawa na asilimia 15 ya fedha zote zikazogharamia ujenzi huo. Aidha, Rais Magufuli amesema taratibu za kuanza ujenzi wa barabara ya juu yani flyover katika makutano barabara ya Tazara imeanza, na kwamba jiwe la msingi linatarajia kuwekwa mwezi Januari mwakani na kwamba fedha kwa ajili ya ujenzi huo wa kwanza hapa nchini zipo na mkandarasi ameshalipwa fedha za awali. Katika hatua nyingine, Rais Magufuli amempongeza kaimu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania Dr Philip Mpango kwa kazi nzuri ya ukusanyaji wa mapato inayofanywa na mamlaka hiyo ambayo imeongeza ukusanyaji wa mapato na kwa mara ya kwanza mwezi huu ukusanyaji wa mapato hayo unatarajia kuwa zaidi ya shilingi trilioni moja na bilioni Kutokana na mafanikio hayo amewahakikishia watanzania kuwa fedha kwa ajili ya kutimiza ahadi ya kutoa elimu bure kwa shule za msingi na sekondari ambazo ni kiasi cha shilingi bilioni 131 zitatengwa mwezi huu na, na kupelekwa moja kwa moja katika shule husika. Amesema wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa watapatiwa nakala za taarifa za ugawaji wa fedha hizo na kuonya kuwa hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayethubutu kuzitumia vibaya. Baraka Njema, Channel 10.